Ah, sisi kama watu wa sekta ya michezo, mafanikio ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kwake kwa madarakani ni makubwa sana na sisi ndo miongoni mwa sekta ambayo tunajivunia na tunajisikia fahari kuwepo kwa Dr. Samia madarakani kwa sababu ya mambo kadhaa, na nitakwenda kutaja machache kati ya mengi. Kubwa la kwanza ni lile la ongezeko la bajeti. Wizara moja na taasisi zake zimeongezewa bajeti kwa kiwango kikubwa sana kutoka takriban bilioni 38 mwaka kwa mwaka kwenda bilioni takriban nini? Sasa, nini maana yake ni kwamba unapofanya shughuli za michezo unahitaji fedha na fedha ni kitu ambacho ndo cha msingi zaidi. Kwa hiyo ongezeko lile la bajeti linaonyesha ni jinsi gani serikali imedhamiria na imejidhatiti kuhakikisha kwamba shughuli za michezo zinafanyika bila kuwa na matatizo yoyote hasa hasa ya ukata wa fedha. Jambo kubwa la pili ambalo sisi kwetu tunaona ni fanikio kubwa sana ambalo limeletwa katika kipindi hiki cha serikali ya Dkt. Samia ni uanzishwaji wa mfuko wa maendeleo ya michezo, na sio uanzishwaji tu, lakini pia miongoni mwa vyanzo vya mfuko vilivyopewa kuna chanzo madhubuti ambacho ni cha fedha zinazotokana na mato, michezo ya kubashiri matokeo ya michezo yaani sports betting ambapo mfuko huo unafanya majukumu kadhaa, lakini miongoni mwa jukumu kubwa ambalo linafanywa na mfuko huo ni pamoja na kuziwezesha timu zetu za taifa zinaposhiriki katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Huko nyuma vyama na mashirikisho vilikuwa vinabeba gharama za timu kwa asilimia mia moja, lakini kwa sasa hivi serikali, hata kama haifanyi kwa asilimia mia moja, lakini kuna kuna kiasi angalau, kuna mkono wa serikali unakwenda. Na ndio maana utaona sasa, kwa sababu kumekuwa na hiyo uwekezaji wa serikali, mafanikio yamekuwa makubwa sana kwa upande wa timu zetu, hususan timu za mpira wa miguu, tunaona zinafuzu kushiriki mashindano ya AFCON, WAFCON wanawake, Afcon kwa ajili ya vij, timu za vijana, lakini pia tumepata medali ya mashindano ya jumuiya ya madola. Tuna miaka zaidi ya kumi na nne tulikuwa tujawahi kupata medali. Tumepata mashindano ya Afrika yanayofahamika kama All African Games, tumepata medali. Zaidi ya miaka kumi tulikuwa tujapata, lakini mwaka jana tumepata medali tatu. Mashindano ya mchezo wa ngumi za kulipwa, tunaona jitihada zinazidi kuwa kubwa, watu wanaongezeka kwenye kushiriki mchezo kwa sababu kuna ile hamasa inaitwa knockout ya mama mchezo wa riadha kila siku tuna klia vibali vya watu wanasafiri kwenda nje, wengine wanajigaramia wenyewe, lakini wapo ambao wanagaramia pia na serikali. Kwa hiyo tunaona jitihada ni kubwa sana, na mwamko umekuwa mkubwa. Michezo imebadilika kutoka kuwa ya ridhaa kwenda ya kulipwa. Tuna vijana wengi wa Kitanzania saa hizi wanacheza soka la kulipwa, hasa wanawake nje ya nchi huko, wakike, wa, wakike na wakiume kwenye mchezo wa riadha, wanaposhiriki mashindano hayo wanapata kulipwa. Ukiachilia mbali sasa majukumu yanayofanywa na huu mfuko, lakini kuna hili jambo kubwa sana ambalo historia ya Tanzania tangu kupata uhuru hawajawahi kuli experience ni hili la kuwa wenyeji wa mashindano ya mpira wa miguu barani Afrika, yani, AFCON mwaka 2027. Ili shirikisho la mpira wa miguu CAF likupe haki ya kuwa mwenyeji wa mashindano